Hapo zamani za sasa, katika jiji lenye shughuli nyingi na maendeleo makubwa, jiji la Dar es Salaam, iliishi familia tajiri iliyojulikana kwa jina la familia ya Mwakalinga. Kwa nje familia hii ilionekana kuwa kamilifu. Walikuwa maarufu, waliheshimika, na walimiliki biashara kubwa ya vito vya thamani iliyojulikana kama alulu za Mwakalinga biashara yao ilikuwa maarufu sana, vito vyao viliangaza kama almasi, na jina lao lilienea hadi kila kona ya jiji. Watu walihusudu maisha yao na utajiri wao, lakini nyuma ya mandhari hiyo ya kuvutia, familia hii ilificha siri nzito. Kwa miaka mingi, Bwana Nabi Mwakalinga walitamani sana kupata mtoto, walikesha kwa sala, walijitahidi kwa kila njia, lakini majibu hayakuja. Nyumba yao kubwa ya kifahari ilikuwa kimya, hakukuwa na sauti ya kucheka kwa mtoto wala mbio za kucheza kwenye korido. Siku moja waliamua kutembelea kituo cha kulelea watoto yatima kilichopo Bagamoyo. Walipofika huko waliwaona watoto wengi wakicheza, wakilia na wengine wakilala. Lakini kati ya wote kulikuwa na msichana mmoja aliyesimama peke yake pembeni. Ngozi yake ilikuwa nyeupe kama maziwa, nywele zake nyeupe kama pamba, na macho yake yalikuwa na rangi ya kipekee isiyo ya kawaida. Alikuwa na ualbino. Wenzi hao walihisi mvuto wa ajabu kwake, walihisi kana kwamba hatima yao ilikuwa imeandikwa tangu zamani. Walimchukua, wakampa jina Lucia na wakamfanya kuwa binti yao waliompenda kwa dhati. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, nyumba yao ilijaa furaha. Lucia alikuwa mchangamfu, mwenye heshima na mwenye moyo wa huruma. Alipenda familia yake mpya kwa dhati na alifurahia sana kuwa sehemu ya familia hiyo yenye mapenzi. Lakini baada ya miaka michache, kila kitu kilibadilika. Bimwakalinga alipata ujauzito na hatimaye akajifungua mtoto wa kike mzuri ambaye walimpa jina Isabela. Furaha iliwajaa tena familia hiyo, jiji lote lilisherehekea tukio hilo. Isabella alionekana kama mtoto wa miujiza. Alipendwa mno alilelewa kwa uangalifu na kila kitu kizuri kilielekezwa kwake. Kadri miaka ilivyopita tofauti ya matibabu kati ya Lucia na Isabella ikawa wazi. Lucia pamoja na moyo wake wa upendo na tabia nzuri alianza kupuuzwa. Kila alipokuwa akicheza na Isabella na kitu kikaharibika, Lucia ndiye aliyelaumiwa. Ikiwa kikombe kingevunjika au nguo kuchafuka, Bi na Bwana Mwakalinga wangemkazia macho Lucia, kwa nini huwezi kuwa mwangalifu kama Isabella? Wangemkemea, Isabela ni mdogo na ni wa kipekee, unapaswa kumlinda. Lucia hakuelewa. Alimpenda Isabela kama dada yake wa damu, alikuwa akimkumbatia, kushika mkono wake, kumpa vitu vyake vya kuchezea na kuhakikisha anafurahi. Lakini Isabela akiwa na akili ya kuchunguza hali, aligundua mapema kwamba analindwa kupita kiasi na wazazi wao. Alijua kwamba kila akilia wazazi wao wangemkemea Lucia. Na kwa hivyo alianza kutumia fursa hiyo kwa faida yake. Siku moja Lucia akiwa kidogo mkubwa zaidi, Isabela aliingia chumbani mwake akiwa ameshika mkufu mzuri wa lulu uliokuwa wa mama yao. Twende tukacheze na huu, alisema kwa tabasamu la ujanja. Lusia alisita akijua dhamani ya mkufu huo, lakini Isabela alimsihi sana, na Lucia kwa upole wake alikubali. Walicheza kwa furaha mpaka mkufu ukakatika na lulu kusambaa sakafuni. Isabela alishtuka, uso wake ukajaa hofu. Ni lazima uchukue lawama Lucia, mama ataniwa, alilia kwa sauti ya wasiwasi. Lucia alihisi moyo wake ukiuma, lakini kwa upendo alikubali Alijua mama yao angeripuka kwa hasira. Na kweli, Bimwakalinga alipoona mkufu umeharibika alikasirika sana. Lucia, umeshindwa hata kuwa mwangalifu? Na hiki ni mkufu wa mama yako, huyu sio wa kuchezea, alilipuka kwa hasira. Lucia alijaribu kueleza, lakini hakusikilizwa. Alipewa adhabu kali. Aliketi peke yake chumbani, machozi akimtoka, akiuliza moyo wake, kwa nini hawaniamini? Kwa nini hawanionyeshi upendo sawa kama Isabella? Miaka ikaendelea, Isabella akaendelea kukua akiwa mrembo maarufu, na akivutia watu kama mama yao. Alijihusisha na matukio ya kifahari, alihudhuria sherehe na kushirikiana na watu waliomletea matatizo. Lakini kila mara alipokuwa kwenye hatari, Lucia alikuwa karibu akijitahidi kumlinda. Siku moja usiku, Lucia alipokea simu akiwa nyumbani. Ilikuwa ni Isabela, sauti yake ilikuwa ya hofu. Lucia, nipo matatizoni, tafadhali nisaidie, tafadhali i Lucia alienda haraka hadi sehemu aliyoelekezwa, nyuma ya ukumbi mkubwa wa sherehe jijini Posta. Alipofika alimkuta Isabela amesimama karibu na mwanaume aliyeanguka chini akiwa amepoteza fahamu, jeraha kubwa kifuani mwake. Sikutaka kumuumiza, alinijia kwa nguvu, nikamsukuma tu. E Lusia, tafadhali sema ni wewe Isabela alilia. Lusia alitetemeka, lakini bila kufikiri sana alikubali. Nitachukua lawama, rudi nyumbani. Alimbembeleza dada yake na kumfutia machozi. Dakika chache baadaye polisi walifika. Lucia alikamatwa. Akiwa amevaa pingu aliangalia nyuma kwa matumaini kwamba Isabela atakuwa bado pale, lakini alikuwa amekwenda. Lucia alifikishwa kituoni ambapo alihojiwa kwa saa nyingi. Alikiri kila kitu bila kumtaja Isabela hata kidogo. Maafisa wa polisi walishangazwa na utulivu wake, msichana mdogo mwenye sura ya upole na ngozi ya albino akikiri kosa kubwa kwa sauti ya upole na macho makavu. Baada ya siku kadhaa za mahojiano na uchunguzi, alipata mgeni pekee aliyemtembelea, alikuwa ni wakili kutoka kwa familia ya Mwakalinga. Lakini hakukuwa na joto la kifamilia wala faraja katika uso wake. Familia yako haitaki kuhusishwa na jambo hili, wakili, alisema kwa sauti ya kibiashara. Wanataka kuepuka kashfa. Tutakusaidia kiasi kidogo tu, lakini huna budi kuendelea mwenyewe. Kisha akaondoka, akimwacha Lucia peke yake. Siku ya kesi ilifika. Lucia aliwekwa kizimbani. Alipotazama benchi la wageni, viti vya familia yake vilikuwa vitupu. Hakuna aliyekuja. Hakuna Isabela wala Bwana Aubi Mwakalinga. Alikabiliwa na mashitaka ya uzembe uliosababisha kifo na hakimu alimpa hukumu ya miaka kadhaa jela. Mlango wa chuma wa gereza ulipofungwa nyuma yake, moyo wake ukavunjika rasmi. Akiwa ndani ya seli baridi na yenye ukimya, alianza kutafakari maisha yake. Alikumbuka jinsi alivyomtetea Isabela kwa miaka mingi, Jinsi alivyoishi kwa upole akiomba tu apendwe kama dada halisi. Hapo gerezani Lucia alikutana na mwanamke mzee mwenye hekima aitwaye Mama Neema. Mama Neema alikuwa mfungwa mkongwe aliyekuwa na utulivu wa ajabu. Alimfundisha Lucia kuhusu maisha, thamani ya nafsi na uwezo wa msamaha. Mtoto wangu, Mama Neema alimwambia, kisasi ni kama sumu unayoimeza ukitarajia adui yako afe. Kitakuwa wewe kwanza. Lakini Lucia alikuwa bado na machungu, hakuwa tayari kusamehe. Ndani yake moto wa kisasi ulianza kuwaka na sasa usingeweza kuzimwa kwa maneno matamu. Miaka ilipita, Lucia akawa na muda mwingi wa kutafakari, kusoma na kujifunza. Alijifunza biashara, fedha na hata mbinu za masoko. Kila usiku bila usingizi alitumia kupanga mustakabali wake. Alijua moja tu, hatatoka gerezani akiwa yule yule, atatoka akiwa mwanamke mpya, mwenye malengo, mwenye nguvu, na asiye na huruma kwa wale waliomuumiza. Siku ya kuachiwa ilifika. Mlango wa gereza ulipofunguliwa, Lucia alipumua kwa kina. Jua la asubuhi lilimgusa usoni kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Alitembea taratibu hadi nje, miguu yake ikiwa dhaifu, lakini moyo wake ukiwa thabiti. Hakuwa na kitu. Hakuna pesa, hakuna marafiki, hakuna familia. Lakini alikuwa na kitu kimoja muhimu, nia ya kutokukata tamaa. Akiwa bado anavaa nguo za rangi ya kijivu, alianza kutafuta kazi ndogo ndogo mitaani. Alifanya kazi kwenye maduka, hoteli, hata kama msaidizi wa fundi. Kazi yoyote halali aliikubali, aliweka akiba ya kila senti. Usiku alisoma Alijifunza kuhusu mitindo ya vito, alisoma historia ya biashara ya lulu, na akaanza kuchora miundo ya kipekee ya mikufu na pete. Baada ya mwaka mmoja wa kazi ngumu, alifanikiwa kufungua duka dogo la vito Kariakoo. Aliliita Evito vya Aurora. Awali duka hilo lilionekana dogo na la kawaida, lakini bidhaa zake hazikuwa za kawaida. Mikufu yake ilikuwa na mvuto wa ajabu. Alitumia mawe ya asili ya Tanzania kama Tanzanite, rubi na almasi za Arusha. Miundo yake ilikuwa ya kipekee, iliyobeba hadithi, hisia na uzuri wa Kiafrika. Watu walivutiwa, wateja walikuja mmoja baada ya mwingine, wakizungumzia kazi yake mitaani. Habari zikasambaa, vito vya Aurora vikakuwa. Gazeti moja la biashara liliandika hii, mwanamke aliyewahi kufungwa sasa anatikisa sekta ya vito. Lucia alianza kupata mialiko ya mikutano mikubwa ya biashara. Alikutana na wafanyabiashara mashuhuri, akajenga mahusiano na akaanza kuingia kwenye jarida la watu mashuhuri. Siku moja alihudhuria hafla kubwa ya wajasiriamali jijini. Alivaa gauni la kifahari lililopambwa na vito kutoka kwa Aurora. Alipoingia ukumbini, macho yote yaligeuka kumtazama, watu walinyamaza. Sauti za minongono zikaanza, na kisha macho yake yakakutana na uso wa mtu wa zamani Gabriel. Gabriel alikuwa kijana tajiri mwenye mvuto na maarufu sana katika jiji. Alimiliki kampuni ya uwekezaji wa mali na alikuwa akijulikana kwa kuwa na akili ya kibiashara isiyo ya kawaida. Lucia alimtambua mara moja, huyu ndiye alikuwa mume wa Isabela. Gabriel alipomtazama Lucia, alihisi mvuto wa ajabu uzuri wake wa kipekee haiba yake ya kimya lakini yenye mamlaka na jinsi alivyojiamini vilimvutia papo hapo. Alimkaribia na kusema kwa tabasamu, unaitwa Lucia, sivyo? Mwanamke anayesababisha watu wote waongee kuhusu Aurora. Lucia alitabasamu kwa ustaarabu, ndiyo, na wewe ni Gabriel, mume wa dada yangu mpendwa Isabella. Gabriel alishtuka Isabela anadadai. Lucia alitabasamu kwa uchungu wa ndani. Sio wote hukumbuka familia, Gabriel. Kauli hiyo ilimwacha Gabriel akiwaza kwa kina. Kuanzia siku hiyo, Lucia na Gabriel walianza kuonana mara kwa mara kwenye mikutano ya kibiashara. Walizungumza kuhusu mikakati ya soko, ubunifu wa vito na mipango ya uwekezaji. Kadri muda ulivyopita, ukaribu wao ukazidi. Uhusiano wao wa karibu ukaanza kuenea kama moto wa nyika kwenye mitandao na magazeti ya burudani, na kama Lucia alivyotarajia uvumi huo ukamfikia Isabella. Hali ya wasiwasi ikaanza kutanda katika ndoa ya Isabella. Alianza kumuuliza Gabriel maswali, akajawa na mashaka na wivu. Wakati huo huo Aurora Games ilizidi kukua. Lucia aliwajiri wabunifu mahiri, akaongeza usambazaji wa bidhaa na kuwekeza kwenye matangazo makubwa ya kisasa. Alipeleleza kila hatua ya Lulu za Mwakalinga, akajua wateja wao wakubwa, bidhaa zao mpya, na hata udhaifu wa ndani. Na kisha ikafika siku ya maonyesho ya kimataifa ya vito vilivyofanyika katika ukumbi mkubwa wa Mlimani City. Lulu za Mwakalinga walikuwa wakiandaa uzinduzi wa mkusanyiko wao mpya lakini kwa mara ya kwanza Aurora Games pia walikuwa wamealikwa kama kampuni ya kupanda, e, kwa kasi zaidi. Lucia alivaa gauni la kuvutia sana lenye mkufu wa kipekee aliyoubuni yeye mwenyewe. Alipoingia kamera zikamulika, watu wakamgeukia, lakini macho yake yalitafuta mtu mmoja tu: Isabella. Walipokutana uso kwa uso, Isabella alisita, alishtuka. "Lucia, sijui kuwa uko kwenye biashara ya vito sasa," alisema kwa tabasamu la kujilazimisha Lucia. alitabasamu akinyanyua uso wake kwa kiburi cha kimya. Ndiyo, Aurora imekuwa safari ya ajabu, na sasa ei hey, tunakuwa washindani rasmi. Isabella alimtazama Gabriel, aliyekuwa akimwangalia Lucia kwa heshima na mvuto wa ajabu. uso wa Isabella ukaanza kufifia, kwanza wivu, kisha hofu. Lucia alihisi kutimiza hatua ya kwanza ya mpango wake. Baadaye Lucia alimwalika Gabriel kwa chakula cha usiku kwenye mgahawa wa kifahari juu ya jengo la mnara wa Samora. Mji ulipokuwa uking'aa chini yao, walizungumza kuhusu biashara lakini mazungumzo yakageuka kuwa ya binafsi. Lucia, Gabriel alisema huku akimtazama machoni, na shindwa kuelewa jinsi ulivyoweza kuanza kutoka sifuri hadi hapa ulipo umejenga himaya. Lucia alijibu kwa sauti ya pole, nililazimika nililazimika kujifunza kujilinda, kujijenga peke yangu. Gabriel alinyosha mkono wake akaushika wake kwa upole. niko hapa kwa ajili yako, chochote unachohitaji. Mpenzi msikilizaji, kabla hatujaendelea, naomba ulike video yangu na ukomenti. Asante sana. Basi Lucia alitabasamu kwa ndani, akijua Isabela angechomwa moyo kama angeona hili. Halikuwa tu ushindi wa kibiashara, bali ushindi wa kihisia. Gabriel, mume wa dada yake, alikuwa akimhusudu. Hilo lilitosha kuanzisha tetemeko katika ndoa ya Isabela. Siku chache baadaye, Isabela alimkabili Gabriel kwa hasira. Kwa nini unakula chakula cha usiku na dada yangu bila kuniambia? Unapanga nini? Gabriel alimjibu kwa kutojali, wewe ni mwenye wivu wa kupindukia. Lucia anajua anachofanya na anastahili heshima. Majibizano yakazidi kuwa makali, uhusiano wao ukaanza kuvunjika. Isabella akiwa na hasira kali, aliingia ofisi ya Aurora Games bila taarifa. Lucia alikuwa akikagua miundo mipya ya mikufu. Bila hata salamu, Isabella alipaza sauti ya. Unataka kuniharibia maisha, unamchukua mume wangu, hiki ni kisasi tu, sivyo? Lucia alisimama, akamkazia macho, akazungumza kwa sauti ya utulivu wa hatari. Isabella, e hey, unafikiri haya yote ni kwa sababu ya kisasi? Unasahau nilikwenda jela kwa ajili yako, nilihangaika, niliachwa na familia niliyoiamini Niliishi gerezani miaka yote, huku wewe ukinunuliwa magari na mavazi mapya. Isabela alianza kutetemeka. sikujua e eh, Lucia, naomba msamaha Lucia alicheka kwa uchungu. hukujua kwa sababu hukuwa tayari kujua. Sasa e eh, angalia nikichukua kila kitu ambacho kingekuwa changu. Isabela alitoka ofisini humo akiwa amevunjika moyo, akijua kuwa msiba ulikuwa mbele yake. Na Lucia alijua huu ulikuwa mwanzo tu. Wakati Lucia aliendelea kujenga jina la Aurora Games, upande wa pili wa jiji mambo yalizidi kuwa mabaya kwa Lulu za Mwakalinga. Wateja wakubwa walianza kujiondoa. Wasambazaji waliokuwa waaminifu kwa miaka mingi walianza kutoa mikataba yao. Ripoti za kifedha zikawa mbaya zaidi kila mwezi. Isabella alihisi kila kitu kikimponyoka mikononi mwake. Katika ndoa yake Gabriel alikuwa mbali, hakuzungumza sana, hakurudi nyumbani mapema. Alikuwa akiongelea Lucia kwa heshima na ushawishi wa wazi. Isabella alijawa na hofu, hasira na wivu, mchanganyiko uliozidi kumrarua moyo wake. Kila mara jina la Aurora Games lilipotajwa kwenye runinga au mitandao ya kijamii, Isabella alihisi kama moyo wake unadondoka. Alijua bila shaka yoyote kwamba Lucia alikuwa nyuma ya kila changamoto aliyokuwa akipitia. Kisha siku moja alipopokea simu kutoka kwa mmoja wa wafanyakazi wake, moyo wake ulipasuka kabisa. Tumepoteza mkataba wa mradi wa vito wa kimataifa, sauti ilisema. Tumezidiwa bei na kampuni iliyoshinda ni Aurora Games. Isabella alitetemeka. Macho yake yalijaa machozi. Alijua hii ilikuwa pigo la mwisho. Lucia hakutosha kuwa mshindani, sasa alikuwa mshindi halali. Kwa mara ya mwisho, Isabella aliamua kumfuata Lucia. Aliingia ofisi yake ya kifahari iliyoko ghorofa la juu huku moyo wake ukiwa mwepesi wa kukata tamaa. Lucia alikuwa ameketi kwenye kiti chake nyuma ya dawati kubwa akiwa amezungukwa na vioo vilivyoonyesha mandhari ya jiji lote. Mwisho wa yote Isabela alisema kwa sauti ya chini tafadhali usitue kabisa Kwe kabisa. Queen Pearls ilikuwa urithi wa familia yetu niko tayari kufanya chochote ili usivunje kila kitu kilichobaki Lucia alimtazama kwa muda mrefu halafu akasema kwa nini nikusaidie Isabela uliondoka wakati nilihitaji msaada uliniacha nikiteseka Isabela alinyenyekea kichwa, machozi yakimtiririka. Najua nilikukosea, nilikuwa mbinafsi, nilikuwa kipofu, lakini leo naomba msamaha e, kwa kweli. Lucia alikaa kimya kwa muda mrefu. Moyoni mwake vita kali ya hisia ilianza kupamba moto. Kwa miaka mingi aliishi kwa hasira, kwa kiu ya kulipiza kisasi lakini sasa mbele yake alikuwa dada yake, si adui bali mtu alianguka kabisa. Hatimaye alisema kwa sauti baridi, siwezi kukupa kile ulichopoteza, lakini unaweza kuishi na matokeo ya matendo yako. Isabela alitoka akiwa amevunjika kabisa. Kwa mara ya kwanza alijua amepoteza kila kitu: mume wake, biashara ya familia, heshima na hata dada aliyempa maisha yake. Siku chache baadaye Lucia alipokuwa kwenye ofisi yake, msaidizi wake aliingia ikiwa na bahasha mkononi. hii imeletwa na mjumbe, ni barua kutoka kwa Isabella. Lucia aliitazama kwa muda mrefu kabla ya kuifungua. Lucia, najua barua hii haiwezi kufuta mateso yako wala kurudisha miaka uliopoteza. najua pia kwamba hakuna maneno yanayoweza kufuta uovu wangu. Lakini nataka ujue kwamba sikuwahi kukuacha kwa sababu hukustahili. Nilikuwa mdogo, mwenye wivu na mwenye woga. Lakini ulikuwa dada yangu. Na hata nilipokosa kuwa hivyo kwako, bado uliendelea kunipenda na kunilinda. Tafadhali samehe ujinga wangu. Natamani tungerudi tulipokuwa watoto pale bustanini tulipoahidi kuwa tutakuwa pamoja milele. Niko tayari kuanza upya ikiwa tu utaruhusu. Dada yako aliyekupenda daima, Isabella uh. Lucia alikaa kimya kwa dakika nyingi baada ya kusoma barua hiyo. Kumbukumbu -kumbu za utoto wao zikaanza kumjia, walivyokuwa wakicheza bustanini, wakicheka, wakifukuzana, wakitoa ahadi za kutopotezana kamwe. Machozi yalimtoka polepole. Kesho yake alitembelea nyumba ya Isabella. Gabriel alimfungulia mlango akiwa na mshangao, lakini hakuuliza swali Alisema tu kwa sauti ya utulivu, yuko bustanini. Lucia alipomkaribia Isabela alinyanyua macho, uso wake ulikuwa wa mshtuko, kisha ukapambwa na aibu. Lucia akasema kwa sauti ya utulivu, barua yako ei, nimeisoma. Isabela alishusha macho, najua huna sababu ya kunisamehe. Lucia alipumua kwa kina, nimekuja kukuambia ei, kwamba nimekusamehe. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi walikumbatiana, kumbatio lililobeba maumivu, majuto, msamaha na upendo uliovikwa kovu. Baada ya kumbatio lao la msamaha, Lucia na Isabella walianza kujenga upya uhusiano wao hatua kwa hatua. Haikuwa rahisi, kulikuwa na ukimya mwingi, machungu ya kale na hali ya kutokuaminiana, lakini kwa juhudi za kweli na nia safi walijifunza kuzungumza tena. Walicheka kidogo, walikumbuka enzi zao kama watoto. Lucia alianza kumtembelea Isabela mara kwa mara. Aliamua pia kumtembelea baba yao wa kambo Mzee Mwakalinga, ambaye kwa sasa alikuwa mzee na dhaifu, akiishi peke yake katika nyumba ya zamani ya familia iliyoko Masaki. Alimkuta akiwa kitandani akisoma Biblia kwa macho ya udhaifu, lakini yenye amani. "Lucia, hi mwanangu," mzee huyo alisema kwa sauti ya kupungua. Nilifanya makosa hesi kukuona kwa dhamani uliyokuwa nayo, naomba unisamehe. Lucia alishika mkono wa baba yake, hakuhitaji kusema mengi. Machozi yaliyojaa msamaha yalitosha. Alijua kuwa siku moja angehitaji kuachilia kila uchungu wa zamani ili awe huru kweli. Muda uliosonga ulizaa uzuri usiotarajiwa. Lucia alitumia Aurora Games kusaidia jamii, alitoa ufadhili kwa wasichana wenye ualbino, aliwapa fursa ya kujiamini, kusoma na kujiendeleza. Aliunda msingi wa kusaidia wanawake waliowahi kupitia unyanyasaji na kuwapa elimu ya ujasiriamali. Isabella naye kwa msaada wa Lucia alibadilika. Alitumia fedha zilizobaki kutoka Lulu za Mwakalinga kusaidia vijana wanaochipukia kwenye sanaa na ubunifu Alianzisha mradi wa kusaidia watoto wa mitaani akitumia maarifa aliyoyapata na makosa aliyofanya kama somo. Mwisho wa ushindani kati ya Aurora Games na Lulu za Mwakalinga ulikuwa rasmi. Badala yake waligeuza makampuni hayo kuwa ushirikiano wa kweli, kampuni moja kubwa ya vito vya dhamani iliyojengwa juu ya ujasiri, msamaha na umoja wa dada wawili waliokombolewa. Mwaka mmoja baadaye walihudhuria hafla ya kitaifa ya ujasiriamali wanawake. Jukwaa lilikuwa limejaa viongozi, wanahabari na vijana wenye ndoto kubwa. Lucia alisimama mbele ya umati akiwa amevaa gauni lililobuniwa na msichana mwenye ualbino aliyekuwa miongoni mwa wale waliowahi kusaidiwa na taasisi yake. Aliangalia umati, kisha akasema kwa sauti tulivu, mimi ni shahidi kwamba unaweza kuvunjika kabisa, ukatelekezwa huu Jioni hiyo Lucia alisimama kwenye roshani ya ghorofa lake lililoko Kinondoni, akitazama taa za jiji zikimeta kama nyota angani. Alikumbuka kila hatua ya safari yake: kuaswa, kusahaulika, gerezani, maumivu, kisasi hii na hatimaye msamaha. Moyo wake ulikuwa mwepesi kama manyoya. Hakuhitaji tena kuthibitisha chochote kwa mtu yeyote, hakuhitaji tena kusaka mapenzi kwa gharama ya heshima yake. Alikuwa huru, alikuwa na amani. Kando yake Isabella alikuja akiwa ameshika kikombe cha kahawa. "Unawaza nini?" aliuliza kwa sauti ya upole. Lucia alitabasamu, "Nawaza jinsi tulivyofika hapa na jinsi bado tuna mengi ya kujenga pamoja." Isabella alimtazama kwa jicho lenye shukrani, "Tutaendelea kujenga, mimi na wewe." Na hivyo ndivyo hadithi ya Lucia, msichana aliyetelekezwa akanyanyaswa, akapitia gerezani kwa kosa asilolifanya, ilivyogeuka kuwa simulizi ya matumaini, msamaha na nguvu ya mwanamke. Alipitia giza nene, lakini mwanga wake uling'aa mwishoni. Aliwaonyesha dunia kuwa dhamani ya mtu haitegemei alikotoka, bali uamuzi wake wa kusimama tena baada ya kuanguka na katika upweke wake akajifunza kwamba kusamehe si udhaifu, bali ni silaha ya walio huru kweli. Je, umeipenda hadithi hii? Kama umeipenda, niambie kwenye comment ili na mimi nifurahi. Asante sana, usisahau kulike na kusubscribe kwenye chaneli yangu. Tukutane tena kwenye hadithi nyingine, wapendwa.